Nataka nikufundishe kusuka stichi kwa njia ambayo ni rahisi kabisa. Naomba angalia hii video mpaka mwisho. Kama kweli unania kusuka stitch, basi, leo lazima ujue. Kwanza nitaanza kwa kupaka jeli yangu ya soft and free upande wa chini kabisa. Umeona, ni jeli ambayo imenipa matokeo mazuri. Sawa, kama unania kujua stitch, naomba angalia hii video. Kwanza nitakata kamstari kadogo sana upande wa mbele hivi ambavyo unaona hivi. Baada ya hapo, tutakwenda kuchukua rasta ya kidogo sana kulingana na saizi ambayo mimi naisuka leo. Umeona rasta yangu ilivyoshika, nitakwenda kushika na ile nywele ya mteja wangu hivi. Kwa hiyo tutapata sehemu ambazo ni tatu. Hivi umeona nilivyobana na kidole hichi cha shahada, alafu baada ya hapo nitakwenda kuanza kusuka kama ambavyo tunaanza kusuka kibutu cha either cha knotless, kama hivi sasa baada ya kusuka mara ya kwanza mara ya pili, nitakwenda kuongezea nywele ya mteja hii. Usiongeze rasta kabla hujaongeza nywele ya mteja wako. Tutatumia ukucha leo, hatutotumia kitana kama ambavyo nilikuelekeza ile awali, kwa utaangalia njia rahisi. Baada hapa, nitakwenda kuongezea rasta yangu hii. Nikiongezea rasta hii ambayo nimeishika na kidole kidogo, nitaiachilia, nitasuka mara ya kwanza, mara ya pili, afu tena kuisuka ile ambayo nilikuwa nimeiachilia, nitarudi tena kuongeza nywele ya mteja Nikishaongeza nywele ya mteja nitaibana vizuri tutatumia kidole gumba na cha shahada. Baada ya hapo utakwenda kuongezea rasta. Ongeza nywele hivi, alafu nenda kaongezee rasta hii hapa. Utaongeza rasta hii ambayo nimeshika na kidole kidogo nitasuka mara ya kwanza. Ile nasuka mara ya pili nitakuwa nimeshaiachilia. Alafu nitakwenda kuirudia ile nywele ndipo nitaenda kuongezea nywele ya mteja. Naomba angalia kwa umakini. Chukua nywele ya mteja hivi, sawa? Baada hapo tutaongezea rasta hii ninaoshika na kidole kidogo huku mwishoni. Nitasuka mara ya kwanza, nitaiachilia. Nitasuka mara ya pili, mara ya tatu, nitaenda kuisuka ile nywele ambayo niliiachilia. Mara ya nne nitakwenda kuongeza nywele ya mteja sawa? So, sisi tunaelewana. Kama utakuwa hujaelewa niandikie kwenye comment, lakini itarudia tena nywele ambayo naiachilia hii, nikisuka mara ya kwanza, mara ya pili ya tatu nitakwenda kuisuka na yenyewe. Njia hii ni rahisi. Kama utahisi kwamba njia hii kwako kwa kwa ni rahisi, naomba niandike kwenye comment, lakini pia kama utahisi njia hii ya kuongeza rasta kwako ni kwa kwa kwa ngumu, pia niandike kwenye comment. Nitazidi kukuangalizia njia tofauti tofauti, ambayo wewe itakusaidia uweze kujifunza stitch. Kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman, na karibu sana Farida Beauty Academy. Tunafundisha kusuka nywele aina zote. Uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado ziko wazi una uhitaji, ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Namba yetu ni hiyo ambayo unaona kwenye skrini. Mnaotokea mikoani, hosteli zipo na nafasi bado zipo wazi. Karibuni sana sana sana. Turudi kwenye kuisuka nywele yetu sawa? Tukiongeza rasta hivi nitasuka mara ya kwanza, nitasuka mara ya pili, rasta yangu nitaachilia upande wa kushoto. Ile ambayo nimeiachilia, nitairudia, nitaisuka. Endapo hii nywele ukiisuka mara moja ukaisuka bila kuirudia, that means kwamba ukiendelea kusuka ile nywele sawa sawa, hujaisuka, lazima tu itadodoka. Na nadhani kwa watu wengi pia inawatokea hivyo Sawa kwa naomba iangalie hii video kwa makini, irudie irudie, irudie zaidi, lakini kama tu utakuwa umeelewa uh, kusuka style wasi wasi kwa kutumia style hii ambayo ninakuelekeza, naomba nikutoe wasiwasi, ni kwamba jiulize, unasoma online kama hivi unaelewa, ukija live itakuwaje? Jamani, sisi tuna hatari. Kwa hiyo ukishaongeza rasta ikifikia ile size ambayo sasa tunahisi kwamba ndio size yetu ya mwisho, hatuongezi tena. Utakachokuwa unafanya unaongeza tu nywele ya mteja, unasuka mara ya kwanza alafu unasuka mara ya pili. Sawa, mara ya pili hivi alafu unarudi tena kuongeza nywele ya mteja wako hivi, utakata na kidole alafu utasuka tena mara ya kwanza mara ya pili, kama utakuwa hauongezi tena rasta. Ukiongeza rasta, utakachokifanya ile rasta ambayo unaiongeza utaisuka mara ya kwanza alafu upande huu mwingine utaiachilia utaipandisha kwa juu hivi alafu utairudia tena. Ukishasuka mara ya pili ya tatu, utairudia ile rasta ambayo umeiacha, itakuwa tayari imekwisha kusukika kwanza haitokutolea makocha la, light kama ukiangalia ya macho ya kwenye stitch yalivyokaa vizuri, ni kwa sababu rasta haukuiacha ikajifunga. Sasa rasta imekaa sehemu ambayo inahitajika. Kwa baada hapo, tutakachoenda kukifanya tutakwenda kumalizia upande wa chini, na zingatia hii nywele ambayo nimeisuka ni nywele ambayo haina dawa, sawa sawa. Kwa hiyo hata kama unapata mteja ambaye nywele yake haina dawa, una uwezo wa kumsuka stitch nzuri, akaondoka amependeza vizuri. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu, sisi tunawakaribisha sana. Tunapokea mwanafunzi ambaye hata kama hujui chochote, huna idea yoyote, lakini tu unatamani na kuingia katika fani ya urembo, karibu na tutakufundisha vizuri hatua kwa hatua. Una swali na chochote niandikie kwenye comment. Njia hii ni rahisi, niandikie kwenye comment. Njia hii ni ngumu pia, niandikie kwenye comment. Sisi ni yetu wewe ujue, hata kama upo pale basi, ujivunie mafunzo ambayo tunayatoa. Na hata kama ukija darasani kwetu, ujivunie zaidi kile ambacho kimekuleta. Yaani usijikute unapoteza muda wako. Njoo darasani kwetu tutakufundisha vizuri na utaondoka ukiwa unajua. Na uzuri ni kwamba uh, kazi ya ususi ni kazi ambayo ni nzuri. Hata kama una tayari ulishasomea kitu kingine, una uwezo wa kuja kusoma ususi na isi affect uh, kile ambacho umekisomea. Kwa hiyo karibuni sana. Takachokifanya, nitakwenda kumalizia tu mikia yangu alafu, kama utahitaji mikia iwe mikubwa zaidi, utaongezea size ya rasta. Mimi ninaongezea rasta kwa sababu uh, mwisho wa hii mikia niliweka notes zile kama vifundo kwa upande wa chini, kwa hiyo sasa unachotakiwa kukifanya wewe Video inayofuata nitakwenda kuelekeza jinsi gani ya kufunga zile noti ambazo, uh, stichi yetu kwa upande wa nyuma itakuwa kama imejifunga. Karibuni sana Farida Beauty Academy. karibuni sana mweze kujifunza na sisi, tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Na huu ambao unauona hapa ni mwonekano wetu wa mwisho. Mimi niseme karibuni sana sana sana, asante na bye bye.